Atombeliwa mwananchi. Huyu ndo mzuri huyu. Eh? Huyu huyu atombe ushindi. Naye tabila Yusuf godi fry. Fungeni macho tusali. Mungu wako kwa jina lako Kristo. Na funika angalau ikienda kucheza kwa mpira baba, wafunge wapate ushindi wa magoli matatu wavuke finali. Ongeza sauti <laughs> sauti. <laughs> Aa, hata Yanga wavuke kwenye finali watoke na pointi tatu baba, kwa damu ya Yesu Kristo. Na nawafunika wachezaji wachezaji wasije kupata mazara, wasije kuumia. Na pia yetu nafunika pia hata kipa yetu ya Dakens vizuri. Mungu Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunakufunika hata na sisi watoto wako, ambao tunaomba idua wenyewe kwa jina lako hata kwa chenye hawezi kuelekeza vizuri baba kwa damu ya Kristo. Jina la Baba na Mwana na Mungu Mtakatifu, amen. Amen. Safi. Makofi kwa mtoto. Ilikuwa makini. Eh, usikiza pale, sijakachanganya huyu. Lakini amenyooka. Eh, amenyooka na hii Madam Felisa inaonyesha kwamba sisi klabu ya Yanga bwana, eh hey, tunatembelea watu wote wenye itikadi mpira huu haututenganishi na wenzetu eh. mpira huu ni sehemu tu ya burudani, tunataniana hapa na pale lakini tunatembelea kila mtu, kwa sababu haya mahitaji tunayatoa, hatuyatoi kwa sababu ya utimu, tunayatoa kwa sababu watoto hawa wana mahitaji ya kuyapata kwa leo, na sisi tumekuwa na furaha kubwa, tumepata dua nzuri kutoka katika mtu ambaye sio shabiki wetu, hiyo limetupa raha na tunaamini dua hii inakwenda moja kwa moja eh Sa, na mimi niongeze dua kidogo hapo kwa kijana, dua yangu kidogo iliamisha goli sana na nyingine au. <laughs> <laughs> <laughs> Basi tuache basi, tujiandaa kwa ajili ya picha. Hapa wapiga picha, tukaeni vizuri hapo kwa ajili ya picha. Nafikiri wanatosha, basi ndio wa Frank <laughs> mbele.